garimu muda uamuzi uliocheleweshwa hugharimu fedha na mara nyingi hugharimu maisha ya wale wanaosubiri kupata huduma. Nisisitize tu bila kumung'unya maneno, sitavumilia uzembe, sitavumilia business as usual inayovishwa koti la hali halisi ya mazingira, sitovumilia ubora wa kati unaoitwa tumejitahidi. Najua wapo watakaosema haya ni maneno tu, utajuaje kinachoendelea? Wapo watakaosema hayo, lakini ninyi ni mashahidi, hata siku chache zilizopita. Ninawatonya kwa sababu wengi ni rafiki zangu, lakini wengi ninawapenda sana. Hapa ninafahamu kinachoendelea. Mimi ni mtumiaji makini wa taarifa zilizohakikiwa Nina mifumo ya ufuatiliaji na nina vyanzo vingi vya kuaminika vinavyonipa taarifa au picha halisi ya hali ilivyo katika kila eneo. Hata sasa nikiamua kila eneo, naweza nikataja mapungufu, kwa sababu nina muda wa kutosha wa kusoma na kufuatilia. Ninao muda wa kutosha, vyanzo vinanipa taarifa sahihi na ni vyema viongozi wenzangu mkanielewa. Ninapolizungumza jambo, nimelifanyia tafiti <laughs> nimelihoji na kulifuatilia kwa kina kabisa, na sitegemei chanzo kimoja, vyanzo ni vingi vya kunipa taarifa.